Kupitia hii video nitaenda niongelee makadirio ya mshahara wa diploma ya famasi nchini Tanzania, lakini kumbuka mshahara unategemeana na uzoefu wa kazi ya huyo famasia alionao. Nitaenda niongelee makadirio ya mshahara katika sekta binafsi na sekta za umma. Kwa sekta za umma makadirio ya mshahara wa diploma ya pharmacy ni laki sita hadi milioni moja na laki mbili kwa mwezi. Lakini kwa sekta binafsi, inategemeana na eneo la kazi, lakini makadirio ni milioni moja hadi milioni moja na laki tano kubwa zaidi. Inakuwa inategemeana na eneo hilo la kazi analofanya. Asante sana kuangalia video zangu. Mimi nimemaliza subscribe, lakini usisahau kushare video hii.